Katika mkoa wa Rukwa tunao mradi mkubwa ambao unapeleka umeme katika mkoa wa Rukwa kwa kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Iringa hadi Tunduma hadi Rukwa, lakini vile vile kujenga kipande ambacho kitatunganisha na Zambia vile vile. Ni mradi ambao unaenda kunufaisha na mikoa mingine ambapo ipo nyanda za juu kusini, kwa sababu inaenda kujenga vituo vya kupoza umeme katika maeneo haya ambayo mradi unapita vipo vituo ambavyo vinaenda kujengwa ikiwemo Kisada uh, pale Mafinga, Iganjo, Mbeya, Mkangamo, Tunduma pamoja na Malangali. Katika mikoa ya Mtwara na Lindi, tayari mkandarasi yupo site. Mradi wa kupeleka umeme katika mkoa wa Mtwara na Lindi ni kipaumbele katika serikali ya awamu ya sita, na mradi huu umeanza kwa kujenga njia ya umeme kutokea Songea kwenda Tunduru, Masasi hadi Maumbika. Tarehe 25 tumeanza kulipa fidia katika eneo la Tunduru hadi Masasi takriban bilioni 4 nukta sita, na eneo lililobakia la Songea kuelekea na Mtumbo na Tunduru, tutaendelea kulipa fidia hiyo ya takriban bilioni mbili nukta saba. Katika mkoa wa Kagera kazi pia inaendelea kupitia kujenga njia ya kusafirisha umeme ya Benako Kiaka. Katika mkoa wa Katavi, kwa kweli mradi uko katika hatua za mwisho kabisa. Tuna imani ndani ya mwezi mmoja maximum gridi itakuwa imefika katika mkoa wa Katavi. Kwa hiyo ni kuendelea kuwathibitishia suala la kupeleka umeme katika mikoa ambayo haijaunganishwa na gridi ni kipaumbele katika serikali ya awamu ya sita. Wakandarasi wapo saiti na umeme utafika.